Karibu karibia, na hii ni G Media Africa chaneli yako ya habari moto moto, na tunakuwa kwanza kukuletea pindi zinapochipuka. Nikusi basi, kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe, unabonyeza tu maandishi mekundu hapo, uh, unakuwa umejiunga tayari na chaneli yetu ya G Media Africa. Hakikisha pia una like, bonyeza alama ya dole gumba hapo uh, ku like au kupenda video hii tafadhali sana, utakuwa umetusaidia. Kingine hakikisha unabonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Karibu karibia, hii ni G Media Africa. Ligi kuu Tanzania bara ambayo ni ligi ambayo imeendelea kufanya vizuri Afrika na imekuwa ikifuatiliwa sana na watu wengi, wamekuwa wakifuatilia hususan timu hizi kubwa ambazo zinawakilisha uh, Tanzania uh, kimataifa eh, pindi linapokuja swala la, la kimichezo, ambazo ni Young Africans na Simba Sports Club. Kwa hiyo hii hapa ni takwimu ya timu zilizofunga magoli mengi katika Ligi Kuu ya NBC mpaka sasa kwa msimu huu wa 2024 2025. Kwa hiyo mpaka unapotazama habari hii au video hii, hizi ndio timu ambazo zinaongoza eh, kwa wingi wa magoli. Wa kwanza kabisa eh? <laughs> Wa kwanza kabisa ni Wananchi Young Africans wakiwa na takriban mpaka sasa hivi ya magoli yapatayo 58 Yanga mpaka sasa hivi wamefunga uh, magoli takribani 58, na na ndio ambao wako pale kileleni na wanawazidi Simba pwenti chache tu zimebaki pale. E, ngoja tuone mechi zinazokuja, je yeah. Young Africans ataendelea mm, kungangania pale juu e, ikikumbukwe kabisa baada ya kuahirishwa kwa Dabi, ambayo mpaka sasa hivi inasubiriwa kwa ham sana e, yanga wameshasema kwamba watacheza Simba nao wametulia tu kwa kuna vuta ni kuvuta ila e, Young Africans ana goli zake mpaka sasa 58 na ndiye anayeongoza pale kileleni. Timu ya pili si mwingine ni ya simu mkubwa wa Young African, ambaye ni mnyama Simba Sports Club, ana magoli takriban hamsini na mbili mpaka sasa hivi. Mnyama huyu e, ambaye anashiriki uh, kombe la kishirikisho uh, barani Afrika uh, mpaka sasa hivi ana magoli yapatayo hamsini na mbili. Kuna pointi chache tu zimebaki, e, mnyama naye aweze kuongoza <laughs> apande pale juu kileleni kwenye ule ubaridi. Ngoja tuone e, mechi zitakazofuata e, mnyama atakuwa kwenye hali gani, baada ya kumchakaza chakachaka chaka, um, Dodoma Jiji kwa kumpiga takribani goli zipatazo sita. Timu ya tatu ni Azam FC, hii ina takribani ya magoli 36 e, wamefunga magoli 36 Azam FC. Timu ya nne ni Singida Black Stars ambao hawa wana takriban ya magoli 32 mpaka sasa hivi tunapozungumza, unapotazama video hii e, katika NBC e, ligi kuu e, msimu huu wa 2024 25. Fountain Gate ni timu ya tano ambayo ina takriban ya magoli 28 huku timu ya mwisho ikiwa ni Tabora United wakiwa na takriban magoli 27. Je, yeah, takwimu hizi zitabakia hivi hivi au zitaendelea? Huku tukitazama timu kubwa mbili hapa ambazo ni Young Africans na Simba. Young Africans kumbuka, nimekuambia na magoli 58, na Simba Sports Club ana magoli 52. Tutaona mwisho ni nani atakayechukua uh, kombe katika msimu huu wa ligi wa mwaka msimu wa 2024/2025. Hii ni G Media Africa, hakikisha unabonyeza alama ya kengele, una subscribe na kulike video ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu.